Tuangalie ni namna gani tuta leverage new technologies ku address changamoto zilizopo, lakini kuboresha masuala ya malezi kwa watoto wetu. Nimesema kitu maybe, sijui kama ndo concept sahihi, kitu kama smart malezi. Mhm. Sasa, kwa smart malezi, inaweza kuwa kwa mfano na app inayozungumzia know, au inakutanisha wazazi, humo wazazi wakawa na interact, interactive na eh, interactive platform ambao wazazi watajadili mambo mbalimbali, inaweza kana masuala ya lishe, inawezekana masuala ya usalama wa watoto. Ni tatizo siku hizi, sio bahati mbaya, kwa sababu baadhi ya ndugu wanakuwa ni waharibifu kwa watoto mm -hmm. Inawezekana ni, ni makuzi tu, watu wajue, kwa kuwa na interactive platform ambayo wazazi watakuwa wanajadiliana eh, huko na kupata eh insights, jinsi ya kuaddress changamoto zilizoko, jinsi ya kuwalea watoto, lakini inawezekana tukawa na platform za watoto eh, za watoto wenyewe kule, kutakuwa na michezo mbalimbali, kutakuwa kuna eh, mambo mbalimbali ambayo itawasaidia kukua vizuri, kukua wakiwa na values zinazozitaka. Ni mahali ambapo mtoto anapata msingi wa malezi yaliyo bora familia na tusaidia kuwalea watoto na kuwafundisha jinsi ya kuishi kwa amani na wengine, lakini pia kujali na kuheshimu watu na jamii ambayo inamzunguka, na hivyo kuwaandaa watoto kuwa raia wema katika jamii. Na ni muhimu kwamba kongamano hili tunalo na leo, kwa kadiri mtoto atakavyokuwa anakuwa akikuwa na maadili mema akajitambua vizuri , basi tutakuwa tunajenga jamii ambayo ni imara, jamii iliyo bora. Kwa hiyo kongamano la leo likatusaidie katika kutambua wajibu wetu kama wanajamii, lakini na wajibu wa familia katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na malezi yaliyo bora kwa watoto wetu.